Unapita nguo ya mademu tu kabisa, unapita tu unatoka. Ndio hizi hapa maskati ya mademu, ndio hizi matroza ya mademu, hapo unatoka tu unaenda kwa, kwa fashion ya majama. Hata si kupita, sizionangi nanga tu straight. Nikuulize tu kabla tujaendelea sana, kwako kwa nyumba, kwako kwa nyumba, tuseme mimi, tuseme tu ukweli, ukweli, kwako kwa nyumba, kwa nyumba, mm -hmm, yeah, kwa nyumba nani, yeah. Uko na... maybe kaskati hivi kidogo maybe kabra... pia <coughs> hapo kidogo itasumbua. yeah. Eh, lakini hapo kwa bra sina. Hauna bra? Ha, sina. Vitu zinafaa zikae, hazifai kufinywa hadi. Vitu zinafaa zikae, hazifai kufinywa. Unaje unakaa unafinya vitu hadi unashangaa, unashangaa mbona maisha yako imefungwa. Yeah, ikichoka kumbe <laughs> ni wewe umefunga maisha yako huku juu. Saa afadhali zikae hivyo zikiwa flexible So kuifunga. Mbona nifunge na nimesha mimi nashangaa, mm. <laughs> wewe ni girl dem, hauhitaji kuifunga. Mimi nashangaa wewe ni girl dem. That's why nilikuuliza. Mimi hadi nakuona mm -hmm. Mi enwe mpaka mm. nimeona umevaa n aa ilinishangaza nii vest ya machalima zetu. Hii si hii. Uzuri, kitu moja chenye mimi najua hakuna mm. kwa Bible mahali pameandika, this cloth ni ya boys, hii ni ya girls, hakuna.